Wakazi wa Mombasa na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Rabin na mimi ni mtumishi wake, na ningependa kukuhubiria neno lake kutoka kitabu cha Yohana wa nane mstari wa thelathini na moja thelathini na nne anasema hivi Yesu akajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu akajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. tukitazama ndani ya mioyo yetu tunapata kwamba kuna tamaa pale ndani, tamaa ya kuwa huru. Kila binadamu anatamani kuwa huru. Tazama nchi yetu, taifa letu, wakoloni walipokuja hapa, tulipotambua kwamba sisi ni watumwa wao, watu walipigana ili wawe huru. Watu hawataki kutawaliwa, ni tamaa iliyo ndani ya roho ya binadamu. Binadamu anapogundua kwamba kuna yeyote ambaye ni, ni anamtumikia ana, ana ambaye ambaye ni kama ana nguvu anamshurutisha, anapigana naye ili aokolewe, ili ajikomboe. Hiyo ni nature, hiyo ni asili yetu kama binadamu. Lakini binadamu vile alivyo, sasa hivi amegundua kwamba Mungu amemuumba. Amegundua kwamba Mungu ndiye ambaye ameumba dunia. Anagundua kwamba anafaa kumtumikia huyu Mungu. Anagundua kwamba kuna sharti Mungu ameweka juu yake na lazima azifuate ni sheria za maisha. Na anafanya nini? Hataki. Hataki kabisa. Anapigana na huyu Mungu. Hataki njia zake, hataki sheria zake, hataki kukubali kwamba Mungu yupo. Hataki kukubali kwamba Mungu ndio, ndio mkubwa wa dunia. Hataki, anataka kujiweka huru, lakini hagundui ya kwamba unapopigana na Mungu ni kama mtoto mdogo kupigana na mzazi. Ni kama mtalii kupigana na mwelekezi wake ni kama kipofu kupigana na mbwa wake, hataki mbwa wake, wewe hey, nenda acha mimi nitajiongoza. Atashangaa akianguka kwenye shimo, huyo kipofu. Atashangaa akipatana na chui, huyo mtalii kwenye msitu, anapopigana na mwelekezi wake, anataka kujiongoza katika sehemu ambayo hajawahi iona hajaitembea huko, anasema hapana, mimi huyu mtalii huyu mwelekezi anakuwa juu yangu, mimi sitaki kuwa mtumwa wake, wacha mimi nitembee vyenye ninataka. Enda pale, kaumwe na chui. Wewe enda pale, kapotee kwenye msitu. Enda pale, pigana na Mungu. Fuata hekima yako, fuata hekima yako e. Hii dunia ni jangwa hii dunia ni jangwa, kakaangu. Bila mwelekeo, lazima utapotea. Lazima ufanye maamuzi yako, lazima kitu kiongoze maamuzi yako, lazima na kama utaki Mungu akuongoze, utaongozwa na kitu kingine. Utashikilia kitu ambacho unaona ni thabiti, utashikilia kile kitu ambacho unaona ndio sawa kabisa. There is no neutrality. There is no such thing. There is no such thing as neutrality. Lazima kuna kitu utashikilia, hiyo ndio asili ya haya maisha kakangu. Hiyo ndio shida ya binadamu. Amekataa kile kisima kilichojaa maji, amekataa kisima kilicho na maji ya uhai. Sasa anapigana kujichimbia vishimo, vishimo ambavyo hataviwezi kushika maji. Ameacha Mungu wa milele, ameacha mwenye hekima, amemwacha asili ya maisha. Anasema wacha niende venye mimi najua, mimi ndio najua. Mimi nilizaliwa nikijua. Mimi ninajua dunia. Mimi ninajua binadamu. Mimi ndio najua. Vishimo vishimo visivyoweza kushika maji. Umeacha kisima cha maisha kakangu. Umeacha kisima cha maisha dadangu. Umemwacha Mungu wa milele. Na tena hauoni kwamba ukijitolea kutumikia kitu, wewe ni mtumwa wa kile ambacho unatumikia ukijitolea kama mtumwa mtiifu wa kile kitu ambacho umeamua kukitii, wewe ni mtumwa wa yule ambaye unamtii. Hauoni? Fungua macho yako. Unaongozwa na nani? Unamtumikia nani? Unamtumikia nini? Waza, fikiria, jikague, jitazame, jiangalie. Nani anakuongoza? Nani anakupa matumaini? Wewe ni mtumwa wa pesa, wee maamuzi yako, namba one kitu unafikiria ni vile pesa yako itaongezeka, itapunguka, itachungika. Wewe ni mtumwa wa pesa, wewe na utaitumikia, wewe ni mtumwa wake. Sasa inakuambia mali, tunaenda itakuongoza. Hivi imekupeleka wapi? Zitazame, jiona umekuwa mwongo, jiona umekuwa mfisadi. Ndio uchunge pesa yako, ndio uendelee kuiongeza Umekuwa mchoyo, hautaki kupea hata familia yako pesa, hautaki kumlipia mtoto wako karo, hautaki kulipa hospital bill ya mama yako. Kwa sababu gani? Oh, ni pesa mingi. Wewe ni mtumwa wa pesa. Kakangu, angalia pahali inakupeleka, angalia vile inakuozesha. Tazama itakuozesha hivyo hivyo hivyo hivyo, it won't stop. Usifikiri ati umekuwa mchoyo leo, kesho ndio uko mkarimu, utaoza zaidi na zaidi. Usifikiri shida ati ni pesa, ni kidogo, ikikuwa mingi, ndio utakuwa mchoyo hata zaidi. Unamtumikia nani? Mtumwa wa chuki, we wakupendelea watu, unajifanya unapenda amani, unapendelea familia yako juu ya watu wengine nepotism. Unapendelea kabila yako, watu wanaokubaliana na wewe katika mawazo ya kisiasa. Umekuwa mwenye chuki, umekuwa wa kudharau watu. Wewe ni mtumwa wa chuki, kakangu. Wengine wanasema Oh, mimi naendaga kanisani. Oh, mimi uswali mara tano. Oh, mwezi ujao naenda kufunga mwezi wote. Mimi ni, nitaweka sheria zote zote za Mungu. Unajiona wewe ni nani? Unafikiri sasa utawafanya vitu ili Mungu akuwe na deni yako. Wewe ni mtumwa wa uhalali. You are a legalist. Na tazama inakufanyia nini? Unadharau wengine, unasema, oh, huyu afanyi venye ninafanya. Unajiona wewe uko juu umekuwa kipofu kwa uovu wako, kwa sababu macho yako umeyaweka tu kwa yale mambo ambayo unaweka, oh, mimi uendaka kanisa Saturday, kwa hivyo wale wote waendaka kanisa Sunday wao ni madevo worshipa. Nonsense! wewe ni mtumwa wa uhalali, na angalia vile inakufanyia. Tazama kitu inakufanyia rohoni mwako Wewe ni mtumwa wa tamaa, your your greed your covetousness it is what leads you. Unatamani mambo ya wengine oh, umekuwa mwizi sasa. Wewe ni mtu wa kunyang'anya mabibi za wenyewe. Unafikiri utaacha kesho? Wewe ni mtumwa, hayo mambo yanakuongoza umejitolea kutii hiyo tamaa, umemwacha Mungu ukafikiri wewe ndio unajua. Angalia mambo unatii sasa, unatii tamaa zako. Umekuwa mtumwa wa nasa, umekuwa mlevi, hiyo ndio unatii sasa. Wewe ni mtumwa wa ulevi. Angalia bali nakupeleka wewe wengine hata wanajita hapa Wakristu lakini ni wanamtumikia Mungu, wanatumikia Mungu ili awapee mali. Wewe si utumiki Mungu, unafanya hivyo ati ndio Mungu akupee gari. Manifesting man, nonsense. Wewe ni mtumwa wa Range Rover. Hiyo ndio utafanya chochote, hiyo ndio inakuongoza. Umejitolea kwa nani? Wewe ni mtumwa wa kusifiwa na watu, hiyo ndio inakuongoza sasa. Umekuwa mtu wa kusema tu maneno matamu matamu kwa watu, hata kama ni uongo, ili wakuwa waseme approval. Oh, Rabin ni mzuri. Nonsense! Wewe ni mtumwa wa kusifiwa, umekuwa mwongo Umekuwa muoga kusema ukweli. Sababu gani? Unatumikia watu. Angalia hapa, nimekupeleka. Jikague, jione na ufadhaike, ufedheheke, uwe na aibu, na ujue yule ambaye unamtumikia. Utaendelea kumtumikia unless something happens, unless you break free. Na kama wewe ni mtumwa, mwenye ni mkubwa wako ako na nguvu kukuliko, hawezi break free, we ushakuwa slave. Someone has to break you free. Lazima uokolewe, lazima uokolewe kakangu, lazima uokolewe kutoka kupenda anasa Lazima uokolewe kutoka ulevi wako, lazima uokolewe kutoka uhalali wako, lazima uokolewe kutoka anasa zako, lazima uokolewe kutoka ulevi wako, uchoyo wako, tamaa yako, ugomvi wako, usengenyaji wako, lazima uokolewe. Tambua, Jione, tazama, tazama na uogope. Kakangu, haya mambo yanakuelekeza kufa, na utakufa hadi milele. Yanakuelekeza mbali na mbali zaidi na Mungu, na utakuwa separated from him Forever. Forever. You will die in your sin. Utakufa katika dhambi zako. <coughs> Utakufa katika dhambi zako. Utakufa kama utakombolewa. Utakufa, nasema tena, kama utakombolewa utakufa. Najua unataka kukuwa huru. Najua roho yako inatamani kuwa huru. Katika kuwacha Mungu umekuwa mtumwa wa kitu kingine. Sasa nakwambia, uhuru wa kweli ni kukuwa mtumwa. Uhuru wa kweli ni kukuwa mtumwa wa Yesu. Yesu mwenyewe anasema.